Habari za wakati huu, msikilizaji mpendwa, karibu katika kipindi hichi cha makala inayosisimua ya umuhimu wa kuwa na mazingira rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu. Bila shaka ni mimi mtangazaji wako Tatu Juma. Karibu tuwe pamoja. Mazingira rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanapata fursa sawa ya elimu pamoja na maendeleo. Mbali ya hayo, mazingira rafiki kwa watu hawa ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wenye ulemavu wanapata huduma na rasilimali wanazozihitaji ili kujifunza kaza, kwa ufanisi. Takwimu kadhaa zinazotambulika na kuashiria hali ya elimu ya wanafunzi wenye ulemavu Zanzibar, kwa mujibu wa tovuti ya The Chanzo, Wizara ya elimu na mafunzo ya amali Zanzibar inasema kuwa wanafunzi wenye ulemavu katika shule za umma ni 8858 ambapo wanafunzi wa chekechea ni 1032, shule za msingi ni 4,440 na sekondari ni 3886. Makala hii imeshajihisha wadau mbalimbali ili kupata kufahamu kiundani lengo pamoja na umuhimu wa kuwa na mazingira yaliyo sawa kwa wanafunzi wenye ulemavu. Hebu tuwasikilize wanafunzi wenye ulemavu wakajitahidi kujieleza hali ya kuwa ni vigumu kiupande wao. Unaitwa nani? Madi. Madi. Eh. Ah, unaandika eh. Unajua? Eh. Unaandika nini hapo? Ah, usichore umo taka kuandika nini kwani? Hilo jina lako unaliandika? Eh. Unajua? Eh. <tutu> Ma Eh, maskini nakunajua kweli. Mwalimu nani kakufundisha? Teacher yuko wapi alikufundisha? Ah, yule pale. Teacher mwingine yuko wapi? Anaitwa nani teacher? Aisha, eh. Eh, Aisha. Uh, kwaio jina lako unalijua hilo hapo kuliandika. Haya, sema mama, mama. Baba Awa. Kaka Kaga. Dada dada bibi. Bibi. Bibi kakufundisha nani kuandika? Kauusa kakufundisha... mama. Nani? Mama, mama. Uh. Na ticha nani? Ticha nani mwengine wa kufundisha kuandika uh. A...... Aisha, Aisha nani? Kwa kwa nini umehamishwa huko? Na umesoma darasa la ngapi? darasa la saba. Na ulijisikiaje ulipoanza kwenda shule? Mimi nilikuwa kwa kiandika na ulipopelekwa shule alifurahi sana? Sana. Ulimwambia mama akupeleke shule ama mlitaka mwenyewe, akapeleka shule. Darasa la ngapi umesoma? La nne. Ukiwa shuleni umejifunza nini au umesoma nini shule? Kwa hiyo unaweza kutuandikia neno mama. Najua najua baba, baba. Na jingine lipi unalojua? Baba. Na mwalimu wa mwanafunzi Ahmad kutoka skuli ya Moon iliyopo Fuoni Migombani Unguja akieleza kwa fupi maendeleo ya mwanafunzi huyo pamoja na kutoa wito kwa jamii hiyo. Katika skuli yangu tuna mtoto mmoja mlemavu lakini ulemavu wake ni wa kuzungumza, ani hawezi kuzungumza na hawezi kuandika. Alafu to, alipokuja alikuwa hawezi haswa, lakini sasa hivi afadhali anaweza kuandika jina lake, tofauti na alipokuja mwanzo. Sasa hivi anaweza kuandika vizuri, ingawa hawezi kutulia darasani, lakini ni tofauti na alipokuja. Ah, kwa sababu kesha letwa na serikali imesema kwamba wasitengwe, wasiwekwe mbali na wanajamii. Kwa hiyo tumeamua kumpokea kwa mikono miwili, na tunaenda naye, tunashirikiana naye kama watoto wa kawaida, kwa sababu ulemavu humpata mtu yoyote, muda wowote, saa yoyote, na sisi wazima, lakini ni walemavu watarajiwa. Anatoa ushauri kwa wazazi wote ambao wana watoto walemavu, wasiwafungie ndani, wawapeleke mashuleni kwenye skuli zao ambazo wanasomesha walemavu. Hata skuli hizi za kawaida hamna tatizo, wawalete. Tupo tayari kuwapokea, tutaenda nao sambamba, bega kwa bega mpaka watakapofika. Mwenyekiti wa asasi ya wa wahamasishaji elimu Zanzibar aweza ndugu Rajab Said Sisemi anaeleza namna ya kuwa na ukaribu juu ya wanafunzi wenye ulemavu. Wanafunzi wenye ulemavu wanakuwa wao, wanakuwa wanafanya maswala ambayo yanawapa mngondoko mdogo, kwa sababu ukiangazia kuanzia majumbani kwao, mzazi ana mtoto mlemavu basi hampi mashirikiano, utamkuta mtu anamficha mtoto wake, hampi elimu, hampi ngazi ya maendeleo, kisa anapata shida yeye, eti apate muda wa kumpeleka skuli, apate muda sijui wa kumshughulikia yeye, anaona kama anapitwa. Kumbe inatakiwa kwamba yeye ndio awe mstari wa mbele kumtoa mtoto wake, ili ampe nguvu, kwa sababu watu wanasema usipokipenda chako hakuna mtu mwingine atakayetegemea. Ina maana kama mzazi wewe ndio uhamasike mwanzo, lakini mzazi akaja kwenye jamii, jamii pia inatakiwa ikamate, iweze kuona sasa kama mzazi mtoto wake ana ulemavu kamtoa, akaja naye kwenye jamii, jamii namshirikiano, aidha kwa walimu. Ukitizama kuna matatizo makubwa sana yanawakuta, yana wanafunzi katika masuala ya kutafuta elimu, hata kama na hawana ulemavu hawana haya changamoto kubwa sana zinakuja nazo pia upande mmoja zinafanya mwenye, mwenye ulemavu azidi kukata tamaa, kwa sababu kuanzia usafiri mpaka masafa ambayo tayari anamkuta kwenda kuingia katika school, basi upande mmoja pakatikati anakuwa kuwa na comment kubwa sana. Sasa swala kama hili unakuta kwamba ni suala ambalo linakuwa gumu na linachukulia ugumu wao kwa upande mmoja, kwamba mtu anakuambia kwa mimi sina kigari mimi siwezi kutembea, pengine ninahitaji kufika hospitali kwangu nipate gari, aidha kama nitakwenda Kiswandui, kama nitakwenda shule za kawaida, lakini nipate gari. Sasa kuipata gari pana changamoto, tunafahamu sisi kupata gari za kawaida daladala tu zinakuwa zinasumbua, kwa sababu sio gari za serikali, ni gari za binafsi ambazo zinafanywa kazi gari zile, wale wafanyaji wa kazi zile kazi zao, hata kama serikali imewaamrisha chukua wanafunzi, lakini hatobeta kuona kwamba mchukue mtu ambaye tayari yeye anaona atampa mzige unafahamu, eh. Kwa hiyo anamdharau na anamwacha. Kwa hiyo serikali, ningeomba kwanza ichukue nguvu za ziada, tuangalie kwa upande mwingine, na ninaamini naweza, sio kama haiwezi. Serikali yetu ni watu sikivu na ni watu watendaji, wachukue jitihada za maksudi, kwanza wasaidie watoto wa wa, wa, wa, wa skuli halafu wa wajali na walemavu katika nguvu zao zote, kwa sababu utapoweka usafiri wa wanafunzi wa, wa, wa, wa, bila shaka ile usafiri utazingatia mambo matatu utazingatia wale ulemavu na wale udogo wale wanafunzi na wanafunzi wakubwa pia, lakini nitakuwa pia umeshawafanyia kwamba wana kitengo kikubwa cha kujisikia wako vizuri, umejaliwa. Kwa sababu leo tunapiga kelele kwenye jamii, tunahitaji watoto wasome, tunahitaji watu watu wawe na maendeleo, tunahitaji dunia kuja ni science na technology. Ah, watoto tunaweza kuwakuza, utamkosaje kumtengeneza chini, wewe ndio ukamtengeneze juu? Hicho kitu mie siwezi kuamini, hasa kwa kutengenezwa ni chini. Sasa kama kutengenezwa nchini, kwa chini, ina maana tuajali katika mambo mengi kiwemo na usafiri usafiri, usafiri unawadispoint sana akili zao, unakuta wanaotoa hata hamu ya masomo. Mratibu wa kitengo cha elimu mjumuisho na stadi za maisha Pemba ndugu Halima Muhammad Khamis akieleza faida ya elimu ya awali kwa watoto pamoja na kueleza hali halisi ya kupata elimu kwa wanafunzi wote kwa ujumla. Licha ya kwamba elimu ya maandalizi inaanza kwa watoto ambao wana miaka umri wa miaka minne lakini hii haiwafungi wale watoto ambao wana. Kwa hiyo mtoto mwenye ulemavu anaweza akaanza elimu ya awali akiwa na miaka minne au kuendelea, itategemea na hali yake ya ukuaji pamoja na changamoto alizonazo. Hata hivyo, mtoto anapaswa aandikishwe, adik, ama apelekwa skuli akiwa na umri wa lakini ni vyema kuangaliwa na kigenzo cha ukuaji, na tafsiri yake ni kwamba hafungiki mtoto, hafungiki kwa kutumia kigenzo. Hii inaendana na hali halisi ya mtoto wa ahaliaa. Wakati mwingine au mara nyingi watoto wenye ulemavu wanakuwa wana changamoto katika makuzi, wana changamoto za kiafya, wana changamoto nyingi tu. Kwa hiyo hii inawakwaza wao wakati mwingine kuanza skuli sawa sawa na wale wengine. Sasa hii haimfungi yeye kwamba ni lazima aanze miaka ini, itategemea na hali aliyo nayo, inategemea na ukuaji aliyo nao, inategemea na ulemavu pia. Ah, kuna faida nyingi ya mtoto kupata elimu ya awali yaani, kusudia kusema kwamba elimu ya awali ina faida nyingi iko miongoni mwa faida kwa watoto anaosipata, mtoto atapata elimu ya awali, mtoto anakuwa na maandalizi mazuri, mtoto anakuwa, mara nyingi anakuwa tayari ashaanza kufundishwa kusoma, kuandika na kuhesabu, pamoja na kufanya matendo mengine eh. Kwa hiyo hii ni faida, wakati anapokwenda msingi tayari mtoto kashaanza kujua, lakini pia mtoto anaweza kupata elimu ya awali eh, anapata elimu ya awali anaweza kujiamini. Mkurugenzi mtendaji kutoka jumuiya ya wakalimani wa lugha ya alama Zanzibar walaza Khairi Muhammad Simai akieleza hali halisi itakayowasaidia wanafunzi wenye ulemavu na kutoa maoni kwa jamii. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kweli imepiga hatua kubwa sana kuhakikisha kwamba jamii jumuishi kwa wanafunzi wenye ma, wenye mahitaji maalum wakiwemo wale wenye ulemavu wameweza kuifikia kwa asilimia kubwa. Kwa mfano hasa katika hii serikali ya awamu 8 wa nane tayari wameweka somo maalum la lugha ya alama wameweka katika, katika mitaala wa wanafunzi wa darasa la tatu na wanafunzi darasa la tano. Sasa hapa tushinde wenyewe tu sasa kwamba tayari walimu tayari nafasi ipo, na hakika mwanafunzi huyu akifundishwa lugha ya alama darasa la tatu, hata akifika sekondari tayari anaweza kuwasiliana na watu wenye ulemavu. Kwa hivyo akiweza kuwasiliana na watu wenye ulemavu, kuna uwezekano mkubwa wa darasa hata kama lina mwanafunzi mmoja tu kiziwi, lakini wanafunzi wote wakaweza kushirika naye pamoja, kwa sababu tayari ile lugha ya alama wanayo at least katika ile hatua ya basic, na akifika darasa la tano anapiga wanafunzi dozi nyingine. Hii yote imewekwa na serikali kuhakikisha kwamba ile jamii jumuishi inafikiwa, kwa sababu hapo zamani kulikuwa kuna vitengo, kwa mfano viziwi wanasoma pamoja, wasiona pamoja, kwa hivyo unakuta anashindwa ku changanyika na, wen, na wengine ambao hawana ulemavu, kwa hivyo ule ujumuishaji unakuwa unakosekana. Lakini kwa kuliona hilo sasa, serikali imeweka mazingira rafiki ikiwemo hii kuingiza hili somo la lugha ya alama. Sasa hapa ni sisi jamii, naiomba wanafunzi ili somo wasijibeze. Naomba wazazi wa wanafunzi ambao hawana wana ulemavu na wale wenye ulemavu wajitahidi kulisoma hili somo kulifuatilia ili kuifika ile jamii tunayotaka. Isitoshe, serikali sasa hivi kupitia idara ya elimu katika chuo kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA wameweka kozi maalum ya inclusive education ya elimu mjumuisho. Maana yake sasa mwalimu anaposomea inclusive education, ile elimu mjumuisho, ataweza kumsomesha mwanafunzi wa aina yoyote kwa sababu kule wanasoma lugha alama, wanasoma braille na masuala mengine ya watu wenye ulemavu. Kwa hivyo mwalimu yule, mimi nilikuwa ninamuomba ikiwa ni miongoni wanajamii kujitahidi ile taaluma anayopata kule ya miaka miwili ya ya diploma ya inclusive education isiishie kule tu katika mitihani na field, lakini waitumie mpaka wanapotoka kule kuhakikisha kwamba shule zote ambazo zinazojengwa, na tunashukuru sasa sasa hivi miundombinu ya shule kwa awamu hii ni miundombinu mizuri, kuhakikisha kwamba sasa na walimu wake wako vizuri, ambao tayari wameshashibishwa katika mahitaji yote ya masuala ya wenye ulemavu, waitumie elimu ile kuhakikisha kwamba manufaa yale yaliyokusudiwa ya kufikia jamii jumuishi ambao ndugu zetu wenye ulemavu kuhakikisha kama wanapiga hatua yanafanikiwa na kuweza kuisapoti kwe serikali yetu, kwani haya ni miongoni mwa malengo yake. Kuwa na mazingira rafiki kwa wanafunzi wenye ulemavu sio suala la huruma tu, bali ni hitaji muhimu kwa elimu jumuishi, usawa na maendeleo endelevu ya jamii. Shule zinazowekeza katika ujumuishi huandaa kizazi chenye uwezo wa kuishi kufanya kazi na kuongoza kwa usawa bila ubaguzi.